Wanapopita tunapita humo humo wanapopita, niwaombe tu ndugu zangu mimi kwamba tusifanye dhambi ya kuvunjika moyo katika harakati, kwa sababu ya njama za kijingajinga kama hizi. Sisi tumeshasema eh, ujinga, ujinga, ujinga, ujinga na ndugu zangu Hebu nyie kaeni mpige hesabu fupi tu, hesabu ndogo, tupigeni nyongeza kwenda kwenye fungu, au sio? Wao wanatafuta kura za wizi wa mapema, waongeze ilo fungu, nyie mnaliona. Niwaulize tena watu wa Wete, hebu niambie tu, Wete, mnaziona kura za CCM? Sasa hilo fungu hiyo nyongeza itakwenda wapi? Hii ni ya kudanganywa. Hawa mabwana wameshatoa mapesa yetu mengi kufanya jambo hili. Hawa wanaowatuma wanafika pahala, ndio wanawadanganya, ndio maana wanapata kiwewe. Saa nyingine anaanguka, hajulikani mtu eh, kajikwaa au kakwaliwa yeye Ujui kama kajikwaa yeye au yeye ndio kakwaliwa kaangushwa. Tusibabaike, tusibabaishwe na ujinga huu, wizi huu wa kijinga. Sisi tulisema muongo muongoze, tunakwenda nao na tutawapa msimamo wa chama chetu kabla ya siku ya kura. Tunafahamiana. Tuweni moyo, tulieni, kuweni na amani, endeleeni na kazi, jipangeni ndugu zangu kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Haya mengine tuwachieni, tutawapa msimamo wa chama chetu kabla ya siku ya kura, kabla ya siku ya wizi wa mapema, tutawapa msimamo wa chama chetu Tuachieni yenu tuyafanyie kazi. Tunaamini kwamba haya tutayanyosha, vyovyote utakavyofikia, tutawaambia nini cha kufanya, na hicho tusimame sote tuje tukifanye kwa mujibu tutakavyokiona sisi viongozi, kwamba hii ndiyo njia sahihi ya kwenda. Watu wawete, tunakubaliana hilo, tumefahamiana Hakuna mchezo mara hii, hawa wamekwisha. huu hey, ni ubao umeoza, umetiwa vanish tu ni hey, ubao ushaoza, umetiwa hey, ukiupiga msumari tu wamumunyuka bwana, ukiupiga msumari, na misumari tunayo ya kutosha, misumari tunayo. Mimi niwaombe ndugu zangu wa Wete, niwaombe ndugu zangu wa Pemba, tusibabaishwe. Niwaambie, twendeni tukapige kura, tuje tuijenge wete yetu, tuirejeshe heshima yake. Ahadi yetu ni kuwa na bandari ya kisasa wete tufufue biashara Wete uwe mji kama ulivyokuwa miaka iliyopita, uwe mji ambao ni alama ya biashara, alama ya wahangaikaji, alama ya watu wanaojituma, alama ya wa watu ambao wanasifika wanajulikana Tanzania nzima, nje ya Tanzania. Ndio heshima ya Wete, lazima tuirejeshe heshima ya Wete. Twendeni tukapige kura, ndugu zangu, msitetereke. Hizi wanachofanya kujitekenya wakacheka wenyewe, wacheni wacheke. Wacheni tuliwaambia, mjane mjilingwa ni mkengwa, usiingie ukavamia tu, utapigwa. au sivyo, mjane mjilingwa Usivamie tu mambo utapigwa tena kweli, kweli. Sasa ndio wanaofanya hawa ni waombe twende tukapige kura tuje tujenge Wete yetu tuirejeshe heshima yake, leo na mji haujulikani, kusini wapi, mashariki wapi, katikati kati wapi, halafu unaoita mji kwenda kuweka manispa, sijui halmashauri, haijui maana, halmashauri haijui maana ya manispa. Ndugu zangu wawete, twende tukapige kura, tuje tujenge wete yetu, tujenge nchi yetu, tujenge Zanzibar yetu. Kama tulivyosema sisi wa mwanzo, ni mwananchi upate kula yako kwa nafasi. Ndiyo maana tukasema sisi tutaondoa kodi na tozo na lolote lile katika chakula cha binadamu, kuanzia maziwa ya mtoto, upate ule ushibe, upate ule tuondoe ratiba majumbani eh? Alkasusi watu wanywe tu kwa kupenda, akina baba eh. Alkasusi mnye kwa kupenda lakini, kwanza mshibe, mrejeshe heshima katika majumba, watoto hawa wakuwe wasidomae.